Usiku wa Mei 5, 2025 utabaki kuwa usiku wa kihistoria kwa waandishi wa habari umekuwa ni usiku ambao tuzo za Samia Kalamu zimetolewa kwa mara ya kwanza katika ukumbi wa Superdome Masaki licha ya tuzo hizo kufanyika na hotuba nzuri ya Mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan burudani zilipewa kipaumbele Tuliwaona wasanii wa mziki wakiimba katika jukwaa hili lakini jukwaa lilikamatwa na mchekeshaji Leonardo. Unajua ni kwa nini Leonardo alilikamata jukwaa hili? Kila mmoja alifurahia, kila mmoja alichekelea namna Leonardo alivyowasilisha ucheshi wake. Ni miongoni mwa wacheshi wima wanaofanya vizuri nchini Tanzania kwa wakati huu unaweza ukapata kidogo kionjo ambacho Leonardo alikifanya katika usiku huu wa tuzo za waandishi wa habari e. Kwa hiyo waandishi wa habari wanapitia mengi, kuna muda anatangaza habari mitambo inagoma wanaanzaga vizuri kabisa. Um, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaasa wananchi wa Muheza kulinda miundombinu ya maji, wasaidie wao na vizazi vyao. Tujiunge na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Kumradhi mpenzi mtazamaji, ah, see wanapitia mengi kiukweli, hmm? wanapitia mengi, tuwapongeze sana hmm? Halafu hii kazi ya uh, uh, utangazaji, uandishi wa habari, mi siwezi binafsi, kwa sababu inabidi umaintain professionalism yako hmm? Ukipewa habari inabidi usikilize kwa makini, kama inachekesha usicheke, usilie pia kaa katikati, mi nisingeweza Mm? Unasafiri unaenda mikoani huko Mwanza, Arusha kumwoji mtu. Mm? Mtu namwoja nakwambia, ameshawahi kumwona Yesu live. Mheshimiwa Rais nikupongeze kwa kazi kubwa. Uh, najua upati muda sometimes wa kusikiliza stori za e, watoto wako sisi e, nikupombea tu mwanao Harmonize amerudiana na mwenzake bwana <laughs> E, wamerudiana bwana. Ko ongea na mwanao e, ila mshauri bwana apunguze mazoezi kidogo, maana gym sana. Wamefungua gym nyumbani sasa hivi kwa ajili yao wote wawili mm. Sawa, tumeambiwa tubebe gramu, ila sidhani kama ni nzito kiasi hicho kiukweli.